Action. Je, yeah, utaratibu wako wa kupata matumizi kutoka kwa mwenza wako ukoje kwa mtu ambaye ulishawahi kuzaa naye? Hilo ni swali ambalo linaweza kugusa wanaume wengi au wanawake wengi pia. Utakuta mwanamke anapokuwa katika uhusiano ambao ni mwingine mpya, lakini kabla ya hapo alikuwa ameshawahi kuzaa na mtu mwingine labda na maisha yake pia mengine. Lakini kuna bondi ya mtoto ambao ambayo waliolewa walishawahi kubahatika kupata watoto. Lakini katika namna ambavyo nafasi inamruhusu baba wa mtoto aendelee kumhudumia mtoto hata kama mke huyu mwanamke au mwanaume anapaswa kuhudumiwa na mwanaume, hakuna utaratibu mzuri maalum wa kuweza kufikia wa kuweza kuruhusu hilo jambo katika utaratibu mzuri. Unakuta mwanaume ambaye alishawahi kuzaa naye akituma fedha au akituma matumizi yoyote kwa mtoto wake ambaye ni yule wa damu Wakati mwingine kunakuwa kuna maneno ambayo sio ya kubariki, maneno ambayo sio ya kutia moyo, maneno ambayo ya na, yanaweza kuleta tofauti ya mtoaji ambaye baba wa mtoto. Utakuta mtu anatumiwa fedha lakini hatoi hata ile shukrani kusema kwamba asante kwa maana umemjali mwanao, kwa sababu kumbuka mtoto ni nafsi ambayo inaishi. Watoto wanaona pia namna ambavyo baba anatoa kwa faida ya kesho. Pia unaweza kuwa umeolewa na mwanaume mwingine, lakini mtoto nan, anajua historia ya baba kwa namna ya kumhudumia. Watoto wengi wanawasusia baba zao kwa sababu tu ya namna ambavyo walikaririshwa na mama zao, walipandikishwa maneno ya sumu na mama zao kwamba babako yuko huko mjini anakula starehe na wanawake wengine, labda au anafanya mambo yake, lakini hakukumbuki. Unahisi unaongea lugha ambayo ni rahisi, lakini unapandikiza chuki ambayo mtoto anakuwa nayo, na kumpa chuki na kuihamisha ile chuki kutoka kwa mzazi na kupeleka kwa baba yake pia. Kwa hiyo tujaribu kuzungumza katika lugha ambayo ni ya upatanisho na lugha ambayo ina utaratibu mzuri kama kwenye mahusiano mengine, lakini ulishaje kuzaa na mwenza wako, basi jitahidi sana kuheshimu ndoa yako, lakini pia usivunje utaratibu wa namna ambavyo mtoto anaweza kufikiwa na matumizi yake. Tusiwapandikize watoto roho ya kuwekea chuki kwa juu ya wazazi wao, na tuwe na shukrani wazazi wanapoweza kutoa matumizi juu ya watoto wao, na turidhike na tusiwe na maneno mabaya ya kukatisha tamaa. Wakati mwingine wazazi hao hao wanakosa fedha ya kuweza kuhudumia watoto, sio mara zote mwanaume anapata, sio e, mara e, zote ndio mzazi mwenzako anapata, anapokuambia kwamba Subiri muda fulani, nitafanya basi. Ndivyo ambavyo wewe wewe ambao unahisi unahitaji, wewe ambao umekosa na yeye pia anaweza kama amekosa. Kwa hiyo mvumilie, poka kwa utaratibu sahihi, kiasi kwamba usijenge chuki kati ya yeye na mtoto na maisha ya baadaye. Kumbuka kuna ushirikiano ambao unaweza kufanyika leo au kesho kwa ajili ya mtoto wenu pia. Kwa hiyo tujifunze kwa hilo na tuwe na uvumilivu na tusivunje maneno ya kuweza kukatisha tamaa. Jina langu ni Kiwelu TZ. Unaweza kunifollow katika akaunti za Facebook, Instagram na TikTok kwa jina la